Hey, Wazalendo. So, Wazalendo, ningependa kutambua uwepo wanachama nabari, na baadhi ya viongozi na ningependa kuongea na nyie kuhusu uh, kuwatolea hutuba short fupi. <klopi> <klopi> Mimi Aaron Kamugisha Kalikawe Mwanachama wa ACT Wazalendo kutoka tawi la NHC, jimbo la Bukoba mjini, mkoa wa Kagera, nimekuja kurejesha fomu ya kuomba kuteuliwa na chama changu kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tiba ya umaskini imebuniwa hapa hapa Tanzania. Juzi nilitoa hotuba ya Kiingereza kusudi wanauchumi wa dunia waikague hiyo tiba yangu, alafu waithibitishe au waikose kosoe kwa kujenga. Nimechallenge au nimewapa mtihani wanauchumi dunia nzima waniambie kama kuna mkakati bora zaidi kuliko wangu wa kutimiza lengo la kwanza la maendeleo la, ya malengo ya maendeleo endelevu usiwepo umaskini ukifika mwaka 2030 hili ni jambo nzito sana. Ukitaja neno maendeleo, Umoja wa Mataifa duniani wamekubaliana kutokuwa na umaskini nchini mwako. Hiyo, hayo ndio maendeleo yenye kipaumbele zaidi kuliko maendeleo yote mengine. Haya ya kwanza kabisa ya katiba ya ACT wa Zalendo inasema mali asili ya nchi yetu ni mali ya wananchi wote, na kwamba lazima itumike kutokomeza umaskini katika nchi yetu. Ktiba yangu inafuata ili sera kwa kutumia mali asili ya watanzania hasa ardhi iliyopo sambamba na reli ya mwendokasi SGR, kutajirisha Watanzania wote kwa njia tatu. Njia ya kwanza ni kutumia hiyo ardhi yenye upana wa kilomita moja na urefu wa kilomita 512 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Hiyo ardhi itaitwa mji wa Afrika. najua neno uza uwa linawaogopesha watu lakini hiyo ardhi itauzwa kwa kudai malipo ya hisa za kampuni zinazonunua ukiuza kijanja kihivi, unaendelea kumiliki kile ulichokiuza. Matajiri bingwa wa kimataifa hao wa gazeti la Forbes Billionaires huwa wanatumia njia hii kujitajirisha. Wanauza kampuni yao kwa kampuni nyingine, alafu wanadai malipo ya hisa kusudi waendelee kutajirika, kwa sababu wanajua kampuni waliouza itatajirisha kampuni iliyonunua hizo hisa tutakazopata zitagawana sawa kwa kila Mtanzania, awe mtoto, mtu mzima au mzee. Njia ya pili ni kutumia hizo hisa kama dhamana ya kupata mikopo kutoka benki kuwanunulia watanzania majengo ya biashara kupitia mfumo wa fractional real estate. Mfumo huu unaruhusu mtu kumiliki asilimia ya jengo badala ya jengo nzima. Njia ya tatu ni kutumia kodi ya hayo majengo ya biashara kuwalipa wa Tanzania laki moja na nusu kwa mwezi na zaidi, bila kikomo. Njia zote tatu hizi hazihitaji mtanzania afanye kazi yoyote kutajirika kihivi. <klos> Na hiyo ni muhimu kusudi tuweze kuinua watoto na wazee waliostaafu na walimavu pia juu ya mstari wa umaskini. Asanteni <klos> sana